Jijini Dar es Salaam mkuu wa mkoa uh, Said Mek Sadiki amevitahadharisha vyama vya siasa kufanya kampeni za kistaarabu zinazohusisha zisizohusisha lugha za matusi au vurugu na kuonya kuwa watakao kwenda kinyume watachukuliwa hatua kali za kisheria. Kamisi Suleiman anaarifu zaidi. Agizo hilo amelitoa jijini Dar es Salaam wakati akizungumza na waandishi wa habari baada ya kuanza kujitokeza kwa tabia ya baadhi ya watu kuanza kuwazomea wanachama na baadhi ya wa vyama wanavyotoka au kwenda katika shughuli za kisiasa. Aidha, amewataka viongozi wa vyama hivyo kuhakikisha kuwa vinadhibiti vikundi vyao wanavyodai vya ulinzi katika vyama hivyo na kuliachia jeshi la polisi katika masuala yote ya ulinzi katika mikutano ya vyama. Waende kwenye mikutano yao kwa utaratibu, kama atakuta mkutano unafanyika asikilize sera zinazonadiwa pale, si kwenda kufanya fujo katika mikutano ya vyama vingine vinavyonadi sera zao. Maandamano nadhani jeshi la polisi mlikushasikia. Kwa upande wake, kamanda polisi kanda maalum CP Suleiman Kova amesema jeshi la polisi limejipanga katika kuhakikisha linasimamia kampeni kwa haki na kuwataka wanachama kutii sheria hususan suala la, maanda, la maandamano ambalo limepigwa marufuku na jeshi hilo. Katika operesheni ya kuwasaka majambazi waliohusika katika tukio la uvamizi wa kituo cha polisi Stakshari, jeshi la polisi limetambarua tumia wengine muhimu wawili na kufanya idadi ya waliokamatwa kufikia tisa, huku kiongozi mwingine aliyefahamika kwa jina la Ali Mtozani Kheri akitafutwa kwa udi na vumba na kutakiwa kujisalimisha mara moja. Narudia hivi, huyu mtumiwa anaitwa Ali Mtozeni Heri au Heri. Huyu ndio mtumiwa namba moja katika matukio ya kuvamia vituo vya jeshi la polisi. Kwa hiyo anahusika na, na kesi za mauaji na uporaji wa silaha na anajificha sehemu mbalimbali. Wakati mwingine anakaa Unguja, wakati mwingine anakaa Dar es Salaam, wengine pwani huko, lakini hiyo haimsaidii. Kile kinacho msaidia ni kujisalimisha tu. Hamisi Suleiman, Channel 10, Dar es Salaam.